Fungulie milango ya heri na tutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliyojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizindua ilani, wajibu wetu, wajibu wetu ni ukibeba ilani ile kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, si ilani ya sekretariati, si ilani, si ilani ya kamati kuu si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa chama cha mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tua, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Wasia wangu kwenu, ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi katika kipindi tunachohitaji kama chama cha mapinduzi umoja mshikamano na upendo ni kipindi hiki, ni kipindi cha ja kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali, tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea, lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana, ndugu zangu.